Demono sana muri kito gara pita na roboti urwa sinchira yewe ikiranum Gati ya warandi ya kuruwa se bunge ya sauti mungirango na ichi nkongo chitana ine bunge iyo Itukole ya lero niko batu wara homo robili yogo kovekiru wa chigu utuwa yu yoko leka na ime yensemo ya tabaka Kwa kwa na chinga kiecho niko aboro kia ba Explorer Bible College wa watu kubo semi ya asaba kresto Wetanga na wabani bobo limo asaba sabira warandi ya kusomi ya bantu ringa na renya sae Kelvin Onderi na mange Sebunge, South ewoni ya evug Mugirango ewoni ya tabaka awo asigati ya barandikurwa sebunge iyo balenge kubekirwa ehutwa maega yogokora morokererio kurwa ase College Explorer Bible College kwa sababu ya sherehe ya kuhitimu katika masomo yetu ya Biblia. Kwa hivyo tunafurahia sana kwa sababu ya hiyo. Nimekuja huku nimekuja kufanya kufusu katika masomo ambayo ilikuwa tumeanza miaka miwili iliyopita katika program ya explore chinga kichicho cho aboorokiamo na borokiwavayenderete gosomamona bakristo mbanyala gosemigwa obuya bwogosoma linganalio monene asi chiskuru chogosomia Yani chuo cha theology uh, ambayo tunasaidia wachungaji, viongozi wa kanisa na Wakristo wote uh, kusoma Biblia na kusoma Biblia anamaanisha kusoma Biblia kutoka Genesis kwenda Revelation, kutoka mwanzo mpaka mwisho, ndio uelewe yote kama, ka, kama hadithi moja ya Mungu na vile Mungu anapenda maisha ya wanadamu yawe ni, ukosome Biblia yo mwenyene unyale ku understand nkeakuaiatokunyara kungaianaavanivovorimavasokere isiko temageusi katika maisha ya mtu binafsi, mimi kama mchungaji, kama familia, kama kanisa, hata pia mtasamo yangu ya kuangalia mambo. Kuna hata kosi ya ine ambayo inasaidia kuelewa mwenye ameumba vitu mbalimbali.

potosha watu hata na, na, ni, ni aibu kuwaita wachungaji, kwa sababu utakuta kwamba watu wengi si wachungaji wa ni watu tu wako katika biashara, na kwa sababu ya hiyo wanatubia Biblia kundanganya kugaini watu, na tumepata kuna cults, na, na, na makanisa ambayo yanafundisha um, uh, doctrines ambazo kabisa si za Mungu, hazina Mungu, si za Biblia, na kwa hivyo hii program inakuja kuelimisha wachungaji na Wakristo wote, kila mtu aelewe Biblia yake kwa sababu Biblia ndio tumepewa na Mungu ndio tuweze kumjua. Ndio changamoto tunakuanga nayo yenye hata serikali saa hii, tumeongea mambo ya Shakahola ambayo imekucha kuatiri na kuharibu maisha ya watu wengi destini ya watu wengi imekuja kuwa affected. Ni hiyo vitu ambaye imechangiwa na usembe katika kusoma. Watu wakikuja kusoma, wasomeshe vizuri, wakuja hata waelewe, iwe ni sauti ya kiunabi iwe kuelewa neno wakung'aina vantu bakoonia amache baoni amaraba ba baoni chi ake bande bachire ng'a abarandi barigota cha inse bakobogorigobaga bae baike gwaritari mang'ana yonsipi nabotoyaroche bono oh kolingana na ekanisa ase afereiri naring'a nturanyaora chingaki chiokwegeria abanto baito ring'ana ria nyasaye takeire buya ng'a onye yanyarekana ekanisa eguo ribaga rinene naende onkorora ng'a nasi eng'encho amaorokerer y ateiyo kera amaorokerer ateiyo na nkoberakong'usana ekanisa konyoa ribaga lakini ginkoria boterikorwa sebungeya south mugrango eta ya tv kevin ou ndere